nini kinachoendelea? Mungu amefanya nini baada ya maombezi saamkama ya kiaa Yeah. Ehe, ehe, ehe. Baada ya kutoka hapo kuombewa ukaenda nyumbani, ulikutana na mume wako ukapata mimba. Ndiyo. Ulikuwa umekosa mimba kwa muda wa kipindi gani? Kwa miaka miwili, karibia mitatu. Mitatu. Miaka miwili karibia mitatu umekosa ujauzito. Ndiyo. Baada ya kuja hapo umeombewa ukawa umepata ujauzito. Vizuri sana. Kwa sasa hivi, unasema kuna furaha. Sasa hivi na furaha kubwa. Na msukumo mkubwa. Ndio. Vizuri sana. Kwa hiyo mtoto wako sasa hivi ana miezi mingapi? Miwili. Ana miezi miwili. Jamani, kanisa tumpigie makofi. Umesema na hapa nani? Odeta Christopher aliyekuwa amekosa mtoto miaka mingapi? Miwili, karibia anasema karibia mitatu. Baada ya kufika kwenye madhabahu ya kuombewa sasa Odeta amepokea mtoto na mtoto amesema ana miezi miwili au mitatu. Haleluya. Amina. Amina. Leo Odeta amesema si jambo jema akae kageni. Amekuja kwa ajili ya kumshukuru Mungu lakini pia anakueleza Mungu alichomfanyia alichomfanyia. Kwa hiyo sasa Odeta nasikia unafurahi. Sasa hivi unafurahi. Unafurahi. Unaambia ni watu ambao wanao kusikia labda kwenye

Halafu pia mtoto wake kiwezekana wamuwekee mikono kwa maana ya kumbariki. Haleluya! ametambua e, kwamba yeye alikuwa hana mtoto, sasa ndio kapata mtoto, anakuja naye afanya nini? Awekeo mkono mtoto wake. Mtoto anaitwa nani? Akiram. Anaitwa nani? Akiram. Mtoto anaitwa Akiram. Vizuri sana. Sawa. Hebu mkabidhi mtoto wake Akiram tumwombee. Msikie mtoto wako. Mm-hmm. Mwelekeza kule ili meki amini na ni kamera Akiram aonekane. Sasa mama anapenda kuombewa. Mama anapenda kuombewa. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai. Uliyembariki Mama Akiramu Akapata mtoto nayo mtoto amesimama mahali hapa meleto, ninaweka mikono juu yake, ninambariki jina hili litakasa na nitakasa, lisafishwe kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo na kemea magonjwa, malazi, kila adui aliyekuwa amepambana mtoto, yasizalimwe miaka mitatu hiyo, katika jina la Yesu Kristo anapoweza kujitokeza adui mchawi toka, nakemea nguvu za giza. Mtoto Akira, nakubariki na kusafisha, uwe na amani, utawala wa Mungu ukufunike na kulinda na kuelekea nyumbani na nyuma yako. Mtoto Akira, baada ya kukua na kuendelea, upate ndugu wanaokufuata tena, wanaokufuata nyuma, katika jina la Yesu, wote tuseme amina.